Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Ally Senga Gugu ameliagiza Jeshi la Magereza nchini kuongeza ufanisi katika shughuli zake za uzalishaji ikiwemo kilimo, ufugaji na uzalishaji wa bidhaa za viwandani huku akilitaka jeshi hilo kuhakikisha linazalisha mazao kwa wingi na kuuza ndani na nje ya mipaka ya Tanzania baada ya kukamilisha jukumu la kulisha askari na wafungwa. Amesema hayo wakati wa ziara ya ukaguzi wa mazao ya mahindi yaliyovunwa katika gereza la Songwe na gereza la uzalishaji wa sabuni Rwanda mkoani Mbeya. Ni kuzalisha bidhaa zenye viwango zenye tija ili zitakapotoka kule mtaani kule kwenye jamii yetu ziwe zina ushindani, kwa sababu kule mtaani zipo bidhaa zinazozalishwa na wafanyabiashara wengine. Kwa hiyo ni matarajio yetu, hata wale wenzetu wanaopewa stadi basi wakitoka mtaani wakazalishe bidhaa ambazo zinaweza zikashindana, bidhaa ambazo zinaweza zikashindana, tunatarajia zinaweza zikauzwa kwa bei shindani, na hivyo kuwapatia vipato uh, wao binafsi na familia zao, lakini baadhi ya bidhaa zitauzwa na jeshi na kuweza kupata kipato ikawa ni sehemu ya maduhuli, lakini kusaidia shughuli nyingine mbalimbali, na hivyo kuiwezesha na kuisaidia serikali eh, kwenye kupunguza bajeti ambayo pengine ingeweza ikaitumia kwenye shughuli zinazotekelezwa na Jeshi la Magereza. Kwa hilo ni la msingi, tumewaelekeza waimarishe kwa mfano idara zao za masoko, tuweze kutangaza bidhaa hizi kwa upana zaidi e, kwa watumiaji ambao wanaweza wakatumia bidhaa za sabuni ikiwemo mashule e, maeneo ambayo yanahifadhi au yanahusisha wananchi wengi zaidi. Lakini kwenye upande wa kilimo, tumewaelekeza na kuendelea kuwahimiza kubuni na kuwa wabunifu katika kutumia teknolojia ya kisasa sio tu kutegemea mvua, lakini basi kutumia kilimo cha umwagiliaji ambacho tayari jeshi na kupitia shirika lake la shima wameshaanza, lakini sisi tumewatia shime waweze e, kufanya zaidi na kuwa wabunifu zaidi, ili kuweza kutu, kutumia ipasavyo maeneo makubwa ya uzalishaji ambayo tayari serikali ime, imetutengea. Lakini tumewapa changamoto, kwa sababu pale ambapo tutakapoweza kukidhi au kudhibiti ile nakisi ya chakula tulionayo kwa sasa tunao uwezo wa kuzalisha na kuweza kuuza nje kwenye maeneo ambayo yana uhitaji zaidi.